Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. <laughs> Mapendo daima, daima. Mapendo. Karibuni wapenzi watazamaji na wasikilizaji katika tafakari hii ya neno la Mungu, kuletea tafakari hii ya neno la Mungu katika parokia hii ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni Mkwawa. Ni mimi Padre Fulbert Elman Ngonyani, msalesiani wa Don Bosco, inayefanya utume wangu katika parokia hii, paroko wa parokia hii Leo tunashirikiana kutafakari neno la Mungu la injili ya Dominika ya tatu ya kipindi cha Kwaresma, ambayo tutaongozwa na vijana wa parokia hii, baadhi ya vijana, ili katika kutafakari sote mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi karibu usikilize na tuanze kwa sala mana na Roho Mtakatifu Tuombe. Ee Mungu uliye asili ya rehema zote na mema yote, ulionyesha kuwa dawa ya dhambi ni kufunga na kusali na kutoa sadaka, we radhi kutazama ungamo hili la unyonge wetu, ili maadamu tunanyenyekeshwa na dhamiri zetu, tuinuliwe daima na rehema yako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo Mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele Amen. Na sasa tujiweke katika uwepo wa Mungu kwa kuimba wimbo wa Roho Mtakatifu: Uje Roho

u Wakati ule ule, baadhi ya watu walifika wakampasha habari ya Wagalilaya ambao Pilato alichanganya damu yao na damu ya sadaka zao. Akawajibu akisema Je, mwadhani ya kuwa Wagalilaya hao walikuwa wakosefu wabaya zaidi ya kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mateso hayo? Nawaambia, sivyo; lakini msipotubu ninyi nyote mtangamia kwa namna hiyo hiyo. Au mwadhani ya kwamba wale kumi na wanane ambao mnala wa Siloamu uliwaangukia na kuwaua walikuwa wakosaji kuliko wakazi wote wa Yerusalemu? Nawaambieni sivyo, sivyo. Lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akasema mfano huu: mtu fulani alikuwa amepanda mtini katika shamba lake la mizabibu, kisha akaenda kutafuta matunda juu yake, asione. Akamwambia mtunza bustani, tazama tangu miaka mitatu ninakuja kutafuta matunda katika mtini huu nisipate kitu, basi ukate. Kwa nini uharibu ardhi? Naye akamjibu Bwana, uache bado mwaka huu, nipate nafasi ya kuupalilia pande zote na kutia mbolea. Ukizaa matunda vyema; usipozaa ukate. Neno la Bwana. Nimsifu Yesu Kristu. Amen. Basi, katika injili ya mtakatifu Luka, mstari au neno ulionigusa ni mtini, ambao mtini umepandwa katika shamba la mzabibu. Basi kijana, mimi na wewe ndio mtini ambao umepandwa katika shamba la mzabibu, ambapo tusipozaa matunda tunaweza katwa Hivyo mimi na wewe katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapaswa kumrudia Mwenyezi Mungu kwa kufanya toba ya kweli, ili tuweze kuyatenda yale yaliyo mapenzi yake ya kutuweka sisi hapa duniani mapendo <coughs> daima. Basi, mimi nimeguswa na mstari wa sita katika hii injili ya Luka iliyosoma hivi karibuni e, mimi nimeguswa na neno matunda. Kwa hiyo, tumemwona huyo mtu ambaye alienda kutafuta matunda, lakini hakupata matunda. Lakini nini maana ya matunda? Matunda mimi nimechukulia ni kama baraka, baraka au mafanikio ambayo sisi tunatakiwa kuyapata, hasahasa baada ya kufanya matendo mema. Kwa hiyo, huyu hakupata matunda kwa sababu ule mti ulikuwa ni mchafu, yaani maana yake kama ni roho zetu zilikuwa chafu manake baraka hatuwezi kupata. Kwa hiyo tunashauriwa katika hichi kipindi cha parezima tuweze kutubu dhambi zetu ili tuweze kujisafisha roho zetu ili tuweze kupata matunda yaliyo bora. Mapendo, mapendo daima katika daima. Injili ya leo nitujifunza na kua kwa kutubu hapa Anasema, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale kumi na wanane walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia vivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Hapa tunajifunza sisi ni vijana, na huu ndio muda wa kutubu mambo tunayofanya biashara, mambo yote tunayofanya kazi za mikono yetu, kupitia kwa lesma hii, inatakiwa tupige magoti kwa Mwenyezi Mungu, Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, tuweze kutubu ili aweze kufunulia maisha yetu. Mapendo mapendo daima. Basi katika Injili yetu tuliyoisoma, maneno yaliyonigusa ni akatafuta matunda. Maana yake ni kwamba kama ambavyo mtunza bustani alikuwa akitafuta matunda, ndivyo hivyo Mungu anatafuta matunda kutoka kwetu. Ametuumba, anataka kusudi tuweze kuzaa matunda. Na zaje matunda kwa kutenda yaliyo mema. Kwa hiyo mimi binafsi nimegusa kwamba inabidi tenda yaliyo mema, na hasa kipindi hiki cha Kwaresima nikitumie kufanya toba, nafika neno la na Mungu, kushiriki katika misa ili kusudi niweze kujiandaa mwenyewe na kupitia hivyo ndo nakuwa najiandaa vizuri, napalilia na, na kuweza kutilia samadi katika roho yangu ili kusudi niweze kuzaa matunda yaliyo mema. Kapendo daima r yeah. Katika Injili ya leo neno lilonigusa ni utilie samadi. Ukiangalia samadi ni mbolea, ili kitu kikue kinahitaji mbolea. Ukienda kwa sisi vijana na sisi binadamu, tunatakiwa tutiliwe samadi, samadi ambayo ni neno la Mungu, kushiriki misa takatifu, kuenda katika vitubio, hiyo ni samadi ambayo tunatakiwa tupewe sisi, yaani itumie sisi binadamu ili uweze kukua, yani huo kuzaa matunda. Yesu Kristo mapendo. Leo katika Injili ya Luka mstari ambao umenigusa ineno nitaukalilia, ama tunavyoona katika hili neno, mchungaji wa shamba alikuwa na imani kwamba akiupalilia ule mti wa matunda nao utazaa. Hata katika kipindi hichi cha Kwaresma tunapaswa kupalilia imani yetu kwa kusali kwa kufunga kwa kuomba toba na kuzitia amri za Mungu mapendo. tumsifu Yesu yeah, Kristo. Katika Injili hii ya leo tunapotafakari neno lisema ya kwamba je, yeah, mwadhani ya kuwa wagalilaya hawa walikuwa wenye dhambi kuliko wagalilaya wengine. Neno hili linatufundisha ya kwamba sisi sote wanadamu si wa kamilifu. Maana yake nini? Sisi kama vijana wa Katoliki katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapaswa kuangalia wale wenye mahitaji mbalimbali tuweze kugusa maisha yao, yaani tukiwaona yatima, wajane, wazee na watu wengine tusione ya kwamba wao wamemposea Mungu, bali ni hali na maisha mbalimbali. Tumsifu Yesu Kristo, yeah.

E, tu, e, Baba. E, Mungu Baba mwenyezi, tunakuomba utujalie sisi vijana ili katika kipindi hiki cha Kwaresima tuwe watu wa mabadiliko e Bwana Baba, tuombe tu

Baba, twaomba twaomba, Baba uyasikilize maombi yetu, ee Baba. mm -hmm. Kwa maombezi ya mtakatifu Rita wa Kasia, tunaombea vijana wote, tuweze kuwa na imani, tupalilie imani yetu kwa maombezi ya Roho Mtakatifu, amina. mm -hmm.

Kwa maombezi ya Mtakatifu Yohane Bosco tunaombea wagonjwa walioko mahospitalini na wafungwa walioko magerezani. Nuru ya uso wako iwaangazie ili waweze kutukuza wewe, Baba. Twaomba, twaomba Baba, uyasikilize maombi yetu nyezi tunakushukuru kwa zawadi ya neno lako na kwa ajili ya sisi sote tulioshiriki katika tafakari hii. Tunaomba uyasikilize maombi yetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu, tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Bwana awe nani Amen. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Asante.